Tukiachana na hadubini sasa tuelekee hapo Kinondoni ambako madiba, madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kinondoni wamefanya uchaguzi kumchagua meya wa halmashauri hiyo ambapo Benjamin Sitta kutoka Chama cha Mapinduzi ameibuka mshindi. Katibu wa uchaguzi ambaye pia ni mkurugenzi wa halmashauri ya Kinondoni Aaron Kagoro Mjuli amesema kuwa kwa pande zote zinazohusika na uchaguzi zimepewa taarifa na wajumbe wamefika na uchaguzi huo unaendelea hata kama wengine watasusa kuingia ndani, kwa sababu mgombea hata kama hayupo huwa anaruhusiwa kupigia kura. Natangaza kama ifuatavyo: Mheshimiwa Mustafa Abdul Muro wa Chadema amepata kura sufuri. Mheshimiwa Benjamin Kawe Sitta amepata kura 18. Mheshimiwa Benjamin Kawe sita huwa mea ahalimashauri. Mheshimiwa Mangalu George Manyama wa CCM kwa mea wa Halmashauri ya manispa wa meya wa Kinondoni umefanyika baada ya iliyokuwa wilaya ya Kinondoni kugawanywa na kutoa wilaya mpya ya Ubungo na kufanya chaguzi hizo zifanyike upya.